Mimi ni supporter wa William Samoe Ruto, na mimi siogopi kusema hapa Jakarta. Nasemanga kila siku, mimi nasema na Ruto paka mwisho yangu. Mimi ni volunteer, mimi ni supporter wa William Ruto. Ruto, nitasimama na wewe mpaka mwisho. Hata watu wakuja waniue nikufe na Ruto, hata muruke juu muchinje kichwa yangu, nisimame na Ruto. Mimi sahi Raila Molo Dinda lazima support William Samoei Ruto. Ukitoka kwa William Ruto, mimi sitoki. Because imeumana, sahi imeumana. Sahi kuna wakora wengi hapa Jakaranda. Kuna wakora wengi hapa Kenya. Sahi mambo yao, ajenda yao ni ati Ruto, ati, ati Ruto, ati Ruto one time. Hiyo ndiyo kitu wanasema. Hawana ajenda ni one time. Lakini sisi kama serikali tumesema vizuri sana. Sisi, tunaleta dani. Mambo ya sha inaendelea kufanya au si watu wanapata. Ukiangalia liunyanza barabara ni nywee, kila kitu iko sawa kwa swili samo irutu ndiyo. Sahi kuna ugonjwa ambayo megi kwa kichwa ya wananchi, wameumbukizwa ugonjwa na mtu mbayeriai kachagwa, ugonjwa mbaya, hata wezi tibiwa kwa hospitali, ugonjwa mbaya zaidi. So bila nataka niseme hapa mimi kama engineer Kevin William, rudi wewe, simama kidete. Hao wakora ati wataenda tarehe 20, ati Wednesday, ati maandamano. Sasa tujakataa yule yake yao, acha waende, lakini mukijaribu kukuzwa kitu ya mtu utajua gunzi pia wako hapo. Sisi kama gunzi na jenzi tutakaa katikati yenu kama kama jenzi, lakini tukiona tutap tutagonga fimbo nyingine za yona Kenya hii, mimi nitakuwa hapo

Mtaona fimbo mtaona kijani Mim, na mimi na, mimi nataka niseme hapa hivi. Wananchi, nataka tu grown up kwa akili. Umejua tumetumika kisiasa miaka mingi sana, ndio umeona bado saa hii watu wamekosa kazi Kenya hii. Tumetumika na wanasiasa miaka enda miaka rudi. Mimi nilikuwa nataka tukiongea siasa hapa, tuongee siasa ya kusaidia wananchi wa kawaida, tuache siasa ya kutusi viongozi wengine ndio upate pesa ambayo, unafanya nini, ukule hiyo siasa? Hatutaki ni Kenya hii ndio mbona mimi nimekuoma na hiyo pesa, sababu yule, sababu ni Ruto ako na serikali na ako na agenda ya kusaidia Kenya. Lazima tu kama wananchi wa Kenya tusaidie kusukuma hii agenda iendelee, mbwe iendelee mbele. Yeye ni mpira za sasa ya, ya, ya kutafuta pesa kidogo haina shida, mtafute tu, lakini hiyo pesa siku moja itakuja kokonyoka. Kama siku moja utakuwa umekwama katikati, hakuna mahali utakuwa umeenda na hiyo pesa yako. So mimi nataka niseme hapa ya mwisho. Hii ndugu yetu Baba Ojuang yeye mtoto aliwawa, ali, ali kwa jela na polisi. Saa hii tumepata breaking news ati hati Baba Ojuang pesa yake imeibwa ime, ime ime kwa account <coughs> imeporwa yote around 10 million, na mimi nataka niambia wa Kenya Safaricom. Mimi Safaricom nilianza kukataa kitambo because Safaricom atuzi Safaricom. Safaricom hao watu, hao watu ndio wanatumika, au watu, ndio wanatumika, au watu, ndio wanatumika, au watu ndio wanatumika kutafuta watu ambao wanapiga siasa ya kufuatwa na polisi. Wana wanafuata watu, sasa pole pole. Polisi wanaenda kwao, wanapata documents zako, unafuatwa, unashikwa. Safaricom imeingia ime kwa katikati ya watu kuiba wananchi, su mi nataka niambie Baba Ojuang. Hiyo pesa yako itarudishwa. Nataka niambie Safaricom. <coughs> Lazima utuambie bai kesa asubuhi, mtu ambaye alipa pesa Baba Ojuang. Na tunataka hiyo milioni 10 irudishiwe. Sisi kama serikali tuna demand. Na kama kuna hiyo Safaricom tutafunga. Tena mtu mtu ambaye anataka niongeleze hapa ni Eric Omondi. Eric Omondi wewe ni kijana mzuri. Wewe tulikupenda because kuna future ya mbele hapa. Sio, nataka nikwambie hapa. Kama uli kwa hii pesa hii, jamaa akipotea hiyo pesa urudishe. <coughs> Wewe inasemekana Baba Ojuang 6 milioni hiyo pesa. Eric Omondi wewe nime, ba, ba, ba, ba bojua, Eric Omondi we, kama wewe uko sawa, rudishe mzee pesa yake. Hiyo iyo ya pesa watu hapa hawachana, tunataka mbunge na ewe, kuna matanga Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Sisi kama wananchi wa serikali lazima tusapoti huyu mzee, pesa yake irudishwe. I think yule nimemalizia, wacha mmoja ameongea kidogo. Thank you. Wazito kido. TV